Napaswa kumaliza haraka sana lakini napungukiwa pesa. Ni kweli lakini, usipokuwa makini, familia yako itajua kama una pesa. Ndogo ulionayo haiwezi kulipia pango la duka wala la hii nyumba. Kwa hiyo umeamua kunisimanga mbele ya watoto. Mwili wangu ni halali ya mume wangu Richard. Uh, plani yote iko sawa. Na namna uzinduzi wa albamu utakapokwenda, the way media tour itafanyika. Naomba unisikilize, sawa? Nimekuja kukuamsha Amani, sikudhamiria kabisa kukusumbua. Mboje, jitazame kwanza. Unaonekana we ni mtu mstaarabu sana lakini, kumbe ni wahovyo kabisa. Ni bahati mbaya, dada yangu, bahati mbaya, bahati mbaya kukaa kusikiliza maongezi ya mtu ya faragha. Kwa nini usingeondoka? Ah, mama zetu wamelala karibu, hiyo ndio sababu alafu, isitoshe nilikuwa tayari nimeshafika, na maneno yako kusema ukweli yameniingia sana, yamenigusa kiasi ambacho nimeiona kabisa miguu yangu inafunga inashindwa kabisa kupiga hatua mbali na wewe. Samani, samani, anipishe <sighs> Simon, acha brother, hupaswi kabisa kumsogelea ule msichana paparazi, wakitukuta umekwisha. Serious, kwani ule msichana nani? Watu wote wa mitandaoni na udaku Tanzania nzima wanamjua mrembo Bell, kasoro nyinyi tu watu wa dini ndio hamumjui Bell? Yeah, anaitwa Bell, ni mrembo maarufu sana kupitia mitandao ya kijamii kwa picha zake za utupu na urembo wake kwenye video za muziki. Pia ni kaaba mashuhuri mara nyingi sana huweka dau lake Instagram kwa mwanaume yoyote anayemtaka. <laughs> Usigande mzee, vipi bro? Uh, Bel sindio? <laughs> Wow mpaka jina langu umeshalijua, si ndio? Anyway, mi nilikuja hapa kuongea na Fred na kuhusiana na wewe. Sio, umeelewa? Yaani ni, yani ni kuhusu wewe. huu mguu huu ni wa kwako Mina, wa kuitwa yeah, yeah, Mamushka Fresh Mamushka Naona leo umeamua kuniletea cute belly katika imaya yangu. uh, tumekuja kuongea na wewe kuhusu Simon na <laughs> kwa bahati nzuri tumemkuta, nadhani hakuna shida, au unasemaje, Beli? mimi nitasema nini? Nii uh -huh. Naona hadi jina langu ushamwambia. Tuanze na wewe Simon tofauti na yale yote uliyoyasikiza mm, kule makaburini. Mengine yapi umeyasikia kuhusu mimi? Ah ah ah, nini nini nini, muone kwanza. Samani samani sana, Sh tena ah, lakini ninachokijua kuhusu wewe ni kwamba wewe ni msichana mwenye roho ngumu sana kwa nje, lakini nafsi yako ndani yako na ndiyo uhalisia wako. Wewe ni mwanamke mwenye unyenyekevu na utu sana, hilo ndo nalolijua kuhusu wewe. Alafu we Simon, naomba tu nikuambie sijali unawaza nini au unajua nini kunihusu mimi. Mimi hiyo hainihusu, sijui umenielewa, hainihusu. Ah. kwa nini umenitafuta? Unataka nini? Okay. Nilikuwa nataka tu nikwambie kitu kimoja. Kama nikisikia au nikiona kitu chochote kwenye mitandao kinachonihusu na kinahusiana na kile ulichokisikia kule makaburini. Hey, bro. Bro. Hey, utakuwa umekutana na adui na shetani ambaye hujai kumuona toka umezaliwa. The number tu nikwambie Simon. Achana na maisha yangu, Simon. Achana na maisha yangu. Usinicheze kabisa. Hiv wewe unataka nini kwangu kwangumbonaskuelewi uh, hmm. Haunielewi kwa nini unanifatilia sana na kuniangalia sana? hmm. Hmm. -mimi. Hmm. Hmm. Hmm. Wewe. Au unanitaka ila unaogopa kuniambia kwa sababu ya uliokole wako? Niangalie hmm. Unanitaka na kuheshimu. Oh. Sasa kama unaniheshimu yeah. Leo ndio niko hapa kwa ajili ya kuonyesha ujauri wangu. Unaniangalia kama vile unataka kunila hivi eh? Sasa basi, mimi leo niko hapa alafu mimi ndio chakula, sahani ndio kitanda kile pale, jisevi. Yes wangu Nini kinaendelea hapa? Simon, hakuna chochote kinaendelea kiongozi.

Ndio, akiba yangu ya mwisho na haitoshi. Napaswa kumaliza ujenzi haraka niondoke huko ndani. Habari. Naweza kuingia? Sema haki za Mungu wangu, sijui hata nataka nini. Kwa hiyo kiukweli, mimi mwenyewe sielewi hata nimefikaje hapa. Ukiniuliza kwa nini niko hapa, majibu sina, nimejikuta tu niko mlangoni kwako mama. Nimeongea na baba. Wamerusiwa a hospitali <laughs> Rose akirudi nyumbani, mama, naomba mpokee japo kwa leo, tujifanye mama awe na furaha. Kwa hiyo unanifundisha malezi? Nawezaje kumfundisha malezi mama? Anaonelea nakukumbusha tu, tu, kwa unavyofanya kwangu, fanya hata kwa Rose. Mama nakuomba mama, japo kwa leo tu, mama wangu. naomba mpokee Rose. Nimenunua vitu vya kupika chakula anachokipenda sana Rose. Naomba mama mpikie. Naomba mama mpikie. Rose, naomba mama mpikie. Simon. Simon. No. Hivyo unajua kama mimi na wewe sio marafiki? Ha? Na alafu mi na wewe hatuna mazoea yoyote yale. Sasa kwa hiyo, kama ni hivyo, sitaki mazoea yako ya kipumbavu Simon, sitaki mazoea ya kipumbavu, sitaki mazoea yako ya kipumbavu, kujia kujia nyumbani kwangu ovyo ovyo, sitaki wewe, kaka, sitaki unajua wewe... Hivo wewe wewe ni malaika, mi shetani, tunaweza na saa ngapi? Belinda, mimi sio mbaya wako, pengine moyo wangu haukutaka kuwa hapa, lakini nashindwa kukinzana na nafsi yangu. Nina matatizo ya kifamilia akili yangu kiukweli haiko ya sawa. Kwa hiyo wewe umeambiwa hapa ni sehemu ya baa, watu wanakuja kunywa pombe au maona ya hiki ni kituo cha watu ambao wenye mawazo ni wanakuja hapa kupunguza mawazo yao. Eh? Kaka elewa, mtu ataki. Mbona unakuwa kinyanyalizi, unataka roho yake beri? mm. Vipi huyu? Unajua, katika ulimwengu wa roho naamini kuna kitu kimenileta hapa, lakini bado sijafunuliwa kujua ni kitu gani. Simon, nakuomba ondoka. Simon, nakuomba ondoka. Simon, nakuomba ondoka. Ondoka, Simon, ondoka. Simon, ondoka. Ina maana unampenda Rose kiasi hicho? wanawake wote wangejivunia kuwa na mtoto kama Rose. Lakini kwa sijui imekuwaje, ujui chochote kuhusu maisha yangu sere, nisikilize. Sitaki kusikia tena hayo mahubiri yako. Kama ungepata nafasi ya kuchagua kati ya maisha au kifo, ungemchagulia kipi? Kama unamchagulia maisha, kwa nini usimpikie chakula anachokipenda, angalau waisi uwepo mama yake Mbona kama sielewi? Unasemaje? Ndio hivyo, Naima. Bella inawezekana ni mtoto wa <laughs> <Jesse. Unasema aje? sighs> baba yangu. Yaani inamaanisha ni ndugu yangu wa damu. Unasemaje? Ujue nimemuuliza baba, hakukataa wala hakusema chochote. Ukimya wake una proof point yangu kwamba Bella akiwa mdogo alisema ukweli kwamba baba yangu alimtelekeza yeye pamoja na mama yake. Wow. Kwa hiyo anataka kufanyaje? <sighs> Nataka kumjua vizuri sana Belle, na nataka kujua hasira yake kwa baba yangu. Anataka kufanya nini? Maana anaonekana na kisasi kikubwa sana kwa baba yangu. Um, bestie, kumjua Belle mbona ni rahisi sana? Amesambaa kwenye social media zote unamkuta huko. Unaweza kusachi huko ukamjua, lakini sio mtu sahihi kabisa kwenye familia yenu. Unamaanisha nini? Unajua Beli ni kama kaaba hivi, ni mtu ambaye anajiuza kwenye mitandao huko, ndo anakojulikana sana. Hiyo ndo biashara yake kubwa inayojulikana Bear. Bear. Mm. Nini kinaendelea? Kwa nini Simon anakuumiza sana kichwa kiasi hichi? Mina. <sighs> Nakuomba sana, nakuomba sana tafadhali, naomba unisaidie kumwondoa Simon kwenye maisha yangu, nakuomba hakuna mwanaume alishawahi kuku, kukuyumbisha kiasi hichi. Kwani umepatwa na nini rafiki yangu? Mina, kuna kitu cha ajabu sana kinaendelea ndani yangu. Sikipendi na pia siwezi kukielezea. Kila pale Simon anapokuwa karibu yangu, ah. Sijui sijui. Beri. Simon ana mwamvuli wa dini juu yake, na ushawe kujiuliza kwa nini Simon anapenda sana kuja nyumbani kwako? Kuna mawili, anakushawishi uokoke, au ndo kama wale watumishi ambao walishawe kununua mwili wako? Ulokole sio njia yetu, na unalijua hilo. Akili yangu inaamini kabisa Simon anataka huo mwili wako. Lala naye uone kama atakusumbua tena. Yeah. Unatoka wapi saizi ukiwa katika hali hiyo ha? Na kuuliza unatoka wapi saizi. Leo nimemwona mama angu. Hey. Unasemaje? Ndiyo mzee, leo nimemwona mama angu, ndiyo amenitokea na ameniagiza na kuniomba nikalipize kisasi kwa mtu aliyekatisha maisha yake. Nakuomba mzee, nakuomba tena, kuomba sana. Wewe ni mzee wangu, baba yangu, lakini kuanzia leo usinifatilie.

Madam hatujaona mtu anapita geti, Nora maeneo ya nje. Nadhani ni watu humu ndani. Kweli kabisa, madam, hatujui kitu chochote. Mtu anawezaje kuingia ndani na kufanya ujinga kama huu bila nyinyi kumuona wala kumsikia? Mnafanya nini humu ndani na mnalipo kwa sababu gani? Mwanangu, am amepatwa nini?